Vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa ya kwa kasi sana duniani. Neema ya Baba imetutosha na kibali chake kimekuwa pamoja nasi, mkono wake Mungu ungali unatulinda na kutubariki katika hatua zote za kila siku. Nukuu ya matumaini. Amani, amani siku zote utafutwa, maana pasipo kuitafuta amani, basi itakuwa ni vigumu kuipata. So, siku zote amani utafutwa, na pia popote ulipo, ya kubidi kuishi katika sehemu za kuishi, kuitafuta amani. Maana amani hiyo utakapoipata itakusaidia sana kufanya vitu vyako kuwa katika njia ya uwepesi na pasipo kuwa na ugumu katika safari, maana pasipo amani hata lolote ulipangalo litaweza kulemea. Kwa nini? Kwa sababu una amani ya moyo, una amani ya mawazo, una mawa, amani ya sehemu ambacho ambayo unayoishi ndani, una amani mahali uliko, una amani kazini, basi ata kazi yenyewe itakuwa mzito kwako kuifanya. So, amani utafutwa. Katika nukuu ya matumaini, asubuhi njema kabisa, tuseme hivi, amani utakapoipata, ilinde amani hiyo ilinde na kuitunza amani hiyo, maana utakapoiwachilia amani, basi utakuwa umewacha nafasi ya adui kuingiza vita na atakufuruga sana. Adui atakapopata nafasi atakufinya sana, lakini kwa sababu utakuwa umejaza nafasi hiyo, amani ya moyo, amani ya mawazo, basi amani utafutwa. Na katika utafutaji wa amani siku zote pia, maandiko yako wazi, tena yanafunua kwa undani kabisa ya kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana pasipokuwa nao. Hiyo yaonyesha wazi katika hata maandiko matakatifu na vitabu vya Biblia. Kitabu kizuri kabisa kinasema tafuteni amani na watu wote, na pia sio amani peke yake, na huo utakatifu hana hapana yoyote atakayemwona Mungu pasipokuwa nao amani. Kristu alipoondoka alisema ametuachia amani, amewacha amani mikononi mwetu, na hivyo ndivyo nakutangazia pia. Asubuhi njema ndani mwa e, nukuu ya matumaini ya kwamba tafuta amani na watu wote wote kabisa. Ana pasipo amani, hata dunia hii yaweza kuwa nzito hata kuilea na kuketi ndani ya dunia hii, pasipo na amani, patakuwa ni uzito hata kukaa katika taifa lako. Taifa lako litaboreka na kuwa nzuri la kutamanika hata kuishi hapo. Kwa sababu gani? Maana hapana vita, ni amani iko mahali pale. Hata kazi yako itakuwa ya baraka tena ya kupendeza na tena yenye manufaa. Kwa nini? Kwa sababu pana amani hata hapo kazini. E, biashara yako itaboreka na kuinuliwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kuna amani hata ndani ya biashara yako. Ndio tukasema amani utafutwa amani utafutwa, na pia unapoipata amani hiyo, ilinde itunze, amani itunze na kuilinda, baada ya kuipata. Usifuruge amani ikaondoka kwako, usifanya amani ikahepa na kutoka mikononi mwako. Maana pasipokuwa na amani, basi hali yako haitakuwa nzuri, na vitu vinaweza piga inje, vitu vinaweza haribika. Hata kitu ambacho ungekinyosha leo utapata kimeshindwa kunyoka. Kwa nini? Maana hapana amani. Lakini mahali palipo na amani vitu vinafanyika vizuri, biashara inafanyika vizuri. So asubuhi hii nasema ukiwa na matumaini ya kuwa kesho yako itakuwa nzuri tena bora, basi ijenge kuwa na amani katika moyo wako. Jenga amani katika biashara yako, jenga amani kazini, jenga amani mahali popote ulipo, jenga amani pamoja na watu wanaokuzingira. Maana tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, bidii sana. E, itia bidii kwa kutafuta amani, tia bidii kwa kutafuta hii amani, na utakapoipata amani hii, itunze na kuilinda. Dunia hii inahitaji watu watakayelinda na kutunza amani, watakayeipokea. Na Mungu akubariki sana, maana pasipokuwa nayo basi ni vigumu hata pia kumwona Mungu. Watu walio na moyo umetulia, moyo ulio na ubora ndani yake, ndio mmoja akasema ya kwamba Bwana niumbie moyo safi, moyo mweupe, moyo wa kunyenyekea na kutafuta asubuhi hii, watu walio na amani wana moyo wa kunyenyekea, moyo wa kumtafuta Mungu, moyo wa kuomba Mungu na moyo wa mafanikio. Bwana akusaidie, kwa sababu ukiwa na amani pia utakuwa na moyo wa kuhitaji wengine kufanikiwa. Ukiwa na amani utakuwa na moyo wa kuhitaji wengine wakainuliwe. Ndio tunasema hivi katika nukuu ya matumaini, ikiwa sisi sote tutakuwa na amani basi tutaweza saidiana hata kushikana mkono, kusaidiana hata kubebeana mizigo tuliyonayo. Kwa nini? Maana tuna amani. Lakini kama hatuna amani, hata kusaidiana, kubebeana mizigo na kusukuma eh, gurudumu hili litakuwa vigumu sana. Lakini ikiwa tutakuwa na amani, ah, mambo yote yatakuwa shwari, na ndiyo nukuu ya matumaini. Mathew Ndeva ndani ya Radio Fortune Africa majira haya mazuri ya baraka. Teles tena anasema hivi, usichoke kusimama na kituo hiki popote ulipo, kutusaidia kusalia hewani daima na zaidi ya yote pia kutusaidia kupata mtambo wa nguvu transmitter itakayetusaidia kuvuka kufika FM, pia itakayetusaidia kupeperusha sauti zetu na matangazo yetu kwa umbali na kwa njia nzuri tena ya kupendeza. 4561468, 4561468 ndio team namba yetu. Bwana akubariki sana, usichoke, endelea kusimama na kituo hiki na Mungu wa amani atakubariki sana. Na ndiyo imekuwa nukuu ya siku ya leo, Bwana ni mwema, na pia niwaambanana sana asante. Tafuta amani na Bwana atakubariki.